Waraka wa pili wa Paulo kwa Wakorintho, mlango wa kwanza. Paulo, mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu, na Timotheo ndugu yetu, kwa kanisa la Mungu lililoko Korintho, pamoja na watakatifu wote walioko katika nchi yote ya Akaya: neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Na ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa rehema, Mungu wa faraja yote. Atufarijie katika dhiki zetu zote ili nasi tupate kuwafariji wale walio katika dhiki za namna zote kwa faraja hizo tunazofarijiwa na Mungu. Kwa kuwa kama vile mateso ya Kristo yanavyozidi kwetu, vivyo hivyo faraja yetu inazidi kwa njia ya Kristo. Lakini ikiwa sisi tu katika dhiki ni kwa ajili ya faraja yenu na wokovu wenu, au ikiwa twafarijiwa ni kwa ajili ya faraja yenu, ambayo hutenda kazi yake kwa kustahimili mateso yale yale tuteswayo na sisi. Na tumaini letu kwa ajili yenu ni imara, tukijua ya kuwa kama vile mlivyo washiriki wa yale mateso, vivyo hivyo mmekuwa washiriki wa zile faraja. Maana ndugu, hatupendi msijue habari ya dhiki ile iliyotupata katika Asia, ya kwamba tulilemewa mno kuliko nguvu zetu, hata tukakata tamaa ya kuishi. Naam, sisi wenyewe tulikuwa na hukumu ya mauti katika nafsi zetu, ili tusijitumainie nafsi zetu, bali tumtumaini Mungu awafufuaye wafu; aliyetuokoa sisi katika mauti kuu namna ile, tena atatuokoa; ambaye tumemtumaini kwamba atazidi kutuokoa ninyi nanyi mkisaidiana nasi kwa ajili yetu katika kuomba, ili kwa sababu ya ile karama tupewayo sisi kwa msaada wa watu wengi, watu wengi watoe shukrani kwa ajili yetu. Kwa maana kujisifu kwetu ni huku, ushuhuda wa dhamiri yetu ya kwamba kwa utakatifu na weupe wa moyo utokao kwa Mungu, si kwa hekima ya mwili, bali kwa neema ya Mungu tulienenda katika dunia, na hasa kwenu ninyi maana hatuandiki ninyi neno ila yale msomayo au kuyakiri. Nami nataraji ya kuwa mtayakiri hayo hata mwisho, vile vile kama mlivyotukiri kwa sehemu, ya kwamba sisi tu sababu ya kujisifu kwenu, kama ninyi mlivyo kwetu sisi katika siku ile ya Bwana wetu Yesu. Nami nikiwa natumaini hilo, nalitaka kufika kwenu hapo kwanza, ili mpate karama ya pili na kupita kwenu na kuendelea mpaka Makedonia na tena toka Makedonia kurudi kwenu na kusafirishwa nanyi kwenda Uyahudi. Basi nilipokusudia hayo je, nalitumia kigeugeu? au hayo ni ya kusudiayo na ya kusudia kwa jinsi ya mwili, kwamba iwe hivi kwangu kusema ndiyo ndiyo na siyo siyo? Lakini kama Mungu alivyo mwaminifu, neno letu kwenu si ndio na siyo. Maana mwana wa Mungu Kristo Yesu, aliyehubiriwa katikati yenu na sisi, yaani mimi na Silwano na Timotheo, hakuwa ndiyo nasio, bali katika yeye ni ndio. Maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndiyo; tena kwa hiyo katika yeye ni amin, Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Basi yeye atufanyaye imara pamoja nanyi katika Kristo na kututia mafuta ni Mungu, naye ndiye aliyetutia muhuri, akatupa arabuni ya Roho mioyoni mwetu. Lakini mimi namwita Mungu awe shahidi juu ya roho yangu, ya kwamba kwa kuwahurumia sijafika Korintho. Si kwamba tunatawala imani yenu, bali tu wasaidizi wa furaha yenu, maana kwa imani yenu mnasimama.